Watu wengi hawashindwi mm, eh, kufanya YouTube eti kwa sababu wamekosa kipaji. Hapana, wanashindwa kufanya YouTube umeona, kwa kufanya makosa haya. So ili kufanikiwa kwenye YouTube, hakikisha unaepuka makosa haya ambayo unaenda kuyataja na kuyaelezea katika video yetu ya leo. Kama mara yako ya kwanza kutizama video hii kwenye YouTube channel yetu, usisahau kubonyeza neno lilioandikwa subscribe, like, comment na share wa ndugu jamaa na marafiki. Mada yetu kwa ujumla inasemaje? Mada yetu inasema makosa makubwa eh, yanayowafanya watu washindwe kufanya YouTube. Hizi ni secret tips, inaweza kukwambia ona. So twende kwenye lengo kuu la video yetu ya leo. Leo tunazungumzia mm, makosa makubwa yanayofanya watu washindwe kufanya YouTube. So kosa la kwanza hata wewe unatakiwa kuliepuka ili kufanya YouTube, kutaka pesa haraka. Yani kama akili yako inawaza kupata pesa na ndio unaanza kufungua YouTube, you fail. Huwezi kufanikiwa kwa sababu YouTube inahitaji mtu mvumilivu kwa sababu unaweza kufanya kazi mwaka hata miaka, sio kama wewe utakuwa tayari kuvumilia, kisha fail. Ukitaka shortcut, ndio wale wengine wanahitaji kuboost, sio nini? Kisha siku zile channel zinagoma kumonetize. Unaona? So YouTube inahitaji trafiki halisi e, ambao unaipata mwenyewe. Bora upate viewers yele, upate viewers mmoja kuliko ukanini ukachiti. Unajua ile YouTube si biashara ya siku chache, au si biashara ya siku moja. Ukikosa uvumilivu utaacha mapema tu, yani unaiachia. Umeona? Kosa la pili, kukosa consistency Posti leo, kisha unaposti unakaa kimya, labda wiki mbili, mwezi algorithm algor, algor, lugha ya watu algorithm haita kutambua. So mwisho wa siku utakuwa na posti lakini viewers upate mona. So tengeneza ratiba ambayo haitakutenganisha wewe na audiensi wako, utakuwa unaonekanika mara kwa mara. Hii itakufanya wewe hukue, hata ikiwa taratibu, lakini itakufanya ukue haraka kuliko ukachukua muda kuposti mona, kwa sababu utapoteza utapoteza watu. Lakini kosa la tatu unaofanywa na watu kutochagua niche nzuri, kutochagua niche nzuri na maana gani? Kuna mtu mwingine anapenda kuigiza, lakini kamwona Roja anafanya techi na gaming, anafanya techi na gaming, na yeye anataka kufanya techi na gaming mona, eti kisa kamwona Roja anafanya nini? Techi na gaming hapo utashinda sawa sawa. Kwa hiyo unakushauri ufanye kitu ambacho kile utakuwa nakiweza na utakifanya kwa ubora, umeona. Lakini hapo unaweza sema chaneli bila, bila mwelekeo e, inachanganya mtizamaji, umeona. So hakikisha unachagua niche sahihi ili uweze kufanikiwa. Lakini pia kosa la nne ambayo nafanywa na watu wengi kupudhia, yani watu e, wengi nakuta mwingine anafanya yatengeneza au anatengeneza title, anaandika title, yani katika vitu. Ukifeli hivyo vitu viwili, basi umefeli, kwa sababu utopata utopata utopata click click. Maana usipopata click utopata attention, yani ile nini judgment, na ukikosa ile judgment algorithm inashuka shia shuka na maisha wewe, ukuwa saa video nzuri bila thumbnail, hakuna clicks. So, kama unahitaji click lazima uwe na thumbnail na title nzuri. Naelewa, jifikirie hii, oh, video ulivutiwa na nini kwanza? Uliona thumbnail ukaona na title, umeona unataka kujua ndani kuna nini, umevutwa na thumbnail na title. Hakikisha unakuwa mzuri katika kuandaa hizo vitu. Lakini kosa la tano, kosa la tano, kosa la tano kutoangalia analysis. Unajua, ki, mezu... katika video iliyopita nimezungumza kila Jumapili wana YouTube wanatuma analysis ya YouTube channel yako. Analysis ya nini? Ni muendelezo ni, yani nine, nini naweza kusema, ni matokeo ya kila wiki ya YouTube channel yako, mbona, umepata views wangapi, content zipi zimeangaliwa zaidi, mbona na wanakupa ushauri kabisa. So lazima unaangalia analysis. Bila data, eh unarudia makosa bila kujua kwa sababu kiangalia analysis inakurekebisha, ina kwenye makosa inakushauri, ina, ina ufanye nini ili kuimarisha kile unachokifanya. Lakini kosa la sita kuna kili content, yaani kama wewe unajijua sio mbunifu wa kutengeneza kitu chako usiofanya YouTube, utakuwa unafanyia watu YouTube, utakuwa una download video za watu, una upload, una download, una upload, una download, una upload Mwisho wa siku utakuwa unafanya copyright, copyright. Kwa sababu utapata, ukishapata, na maanisha umeupload kwenye YouTube channel yako, unapata viewers wewe, lakini pesa zinaenda kwa yule nani, unayechukua video yako, sio? Unanielewa vizuri zaidi, tu linda content yako kwa muda, linda content yako eh, ukitumia bonifu ya juu ama, mtolewa kwa kutumia bonifu ya juu, mbona unaweza kwa YouTube channel yako, endapo ukapata copyright chini yako naweka kwenye hatari ya kufutwa au kukosa monetization kabisa. Kosa la saba ambalo nafanywa na watu wengi kujilinganisha wewe na mtu mwingine, yaani kama wewe umeamua kufanya YouTube, wewe basi focus wewe kama wewe, lakini tu utapotaka wewe kujishindanisha na mwingine au kujilinganisha na mwingine you fail. Mfano mimi leo niseme hey, najilinganisha na Diamond nitapata presha, nitapata jaga la moyo mwisho wa siku tatu right. so, so, kila mtu na vidole vidole havilingani size. So kama wewe ni hapa usifosi hapa, na kama umeandikiwa hapa upo hapa, basi weka jitihada kufikia hapa, lakini sipate usi, usijiwekee usi, usi, usi takuja kufanya presha, mwisho wa siku utaacha YouTube mona. Na kila channel ina safari yake, so natamtukanza sawa hata mimi na wewe, lakini mi nitakuacha au ukaniacha si zambi kwa sababu kila mtu ana safari yake kubwa. Tu andaa plani na mipango thabiti, ili kufikia zile target zake. Lakini kosa la nane ambalo linafanywa ni kutojifunza kuboresha. Watu wengi awakundi ya kujifunza, yani kama wewe hauko tayari kujifunza, unarudia makosa yale yale, mwisho wa siku hutofikia target. YouTube kubadilika, creator lazima abadilike pia. Kama wewe unakuwa tayari kubadilika basi eh, ni kweli. Funzo kubwa ambalo nalitoa kupitia nani, video yetu, epuka makosa haya niliyoyatoa, hata kama unaanza leo, bado una nafasi ya kufanikiwa. Ona katika video ijayo tutaangalia jinsi ya kuanza YouTube channel hatua kwa hatua, itaambatana na jinsi ya kufungua lakini maswali yetu leo eh, ni kosa lipi umewahi kulifanya kati ya makosa tuliyoyataja? Lakini pia swali letu la pili, ni kosa lipi linaonekana eh, dogo lakini ni hatari kwa mtazamo wako? Makosa hapo nimeyataja si chini ya nane, lakini lipi ambalo unafikiri ni dogo lakini ni hatari zaidi? Lakini kwa swali la tatu, nimesema ungependa video, eh, ya kurekebisha channel iliyo nini iliyokosea achia komenti yako hapo chini, nitakujibu katika video inayofuata. Jina langu ni Rajabsynic, usisahau subscribe na comment.